Nyie mlikuwa mnaamini hawa wanaweza haya. Leo unakwenda makaburini, kwa lugha za kwetu wa Ndengereko maziarani, badala ya kuwaombea wazee wako, wewe unafanya jambo baya sana, unawaomba wale. Ya subhana, nenda makaburini kachukue darsa na mawaidha ya kufa, na kwamba nasi tutalala makaburini. Baada ya hapo waombee dua, sio wewe uwaombe pale, nimekuja opuopu opu. Unajua so wanazokutana nazo chini huko, nenda kawaombee na maiti. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maiti ni sawa na yule ambaye anazama maji, hutapatapa kila kijani anachokiona anakishika, akiamini inawezekana kikaninusuru na maiti ndivyo alivyo, anakaa natapatapa mikono, anasubiri dua za ndugu zake, wamwombee dua, sio wewe ufanye nini, umwombe yeye. A, hapana. Baba yako mama yako babu yako bibi yako shekhe wako ndugu yako kaka yako dada yako ameondoka, jenga utamaduni wa kumwombea, sio wewe ufanye nini kumwomba yeye. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina shurakai alladhina kuntum tazumun, wako wapi leo, patina zangu washirika wangu, ambao ninyi mulikuwa munadai katika maisha ya dunia kwamba hao nao munawaomba na wanatoa? Si mlikuwa mnadai hivyo wanaweza? Haya, leo nawataka wasogee mbele na tumesema Mwenyezi Mungu atasema, haina maana eti watu watasema, yule pale anayasema haya nini, tahakuman kwa kejeli, masimango. Mungu mwenyewe anajua, hakuna wa kuthubutu kusema ndio sisi hapa kibwengo aje. Qala alladhina haqqa alaihimul qawl. Ametumia kala kusema, yakulu huko imekuja fayakulu